Tanzania tena. Asante. Ndugu <inku> washiriki, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuwepo hapa tukiwa wazima wa afya njema kwa ajili ya kushiriki mafunzo muhimu ya watendaji wa ya watendaji wa vituo wa ambao ni wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo wa, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tunawashukuru nyote kwa kuitikia wito wetu na kufika hapa kwa ajili ya kushiriki mafunzo yatakayofanyika kwa siku mbili, kuanzia leo tarehe 26 hadi kesho tarehe 27. Pongezi kwa kwa uteuzi na uwajibikaji, ndugu washiriki. Pili, kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi napenda kuwashukuru na kuwapongeza wote mlioteuliwa kwa nafasi ya wasimamizi wa vituo na wasimamizi w wasaidizi wa vituo wa ongereni sana. Napenda kuwakumbusha kuwa uteuzi wenu umezingatia masharti ya kifungu cha 76 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge, madiwani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 Nilieleza awali kwamba ninyi mliopo hapa mmeteuliwa kwa mujibu wa sheria na, na tangu tarehe uteuzi wenu mnao wajibu kikatiba na kutekeleza majukumu ya uchaguzi wa rais wa bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na madiwani kwa Tanzania bara kwa niaba ya tume katika vituo vya kupigia kura mtakapopangiwa. dhamana mliyopewa ya kusimamia zoe... zoezi la kupiga la... kura na kuhesabu kura ikiwa ni sehemu ya usimamizi na uratibu wa uchaguzi wa rais wa bunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani kwa Tanzania bara ni kubwa, nyeti na muhimu kwa mtakabazi wa taifa letu. Hivyo mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni, maelekezo mtakayopewa hadi hapo mtakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi mkuu. Ndugu washiriki, leo tuko hapa kwa ajili ya mafunzo kwa wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo ambapo mtakuwa na jukumu la kutekeleza shughuli za uchaguzi ipasavyo kwa ngazi ya kituo. Mafunzo haya yanajumuisha <coughs> wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo. Vituo vyetu viko mia mbili arobaini na tano na hapa tumeganyika katika sehemu nne. Tuko hapa Matema, kuna watu wako Kafundo, kuna watu wako Kyela mjini pale si sita, alafu kuna watu wako boda. Kwa jumla ya vituo vyetu viko 445 vinatakao kufanya shughuli za uchaguzi katika katika vituo hivyo 445 vilivyopo katika kata 33 na ya halmashauri ya wilaya ya Kyela. Nimearifiwa kwamba kuna mada mbalimbali ambazo zitafundishwa, mtapata fursa ya kubadilishana kubadilishana uzoefu na kujadiliana namna kufanikisha uchaguzi katika maeneo <clears throat> yenu na kupeana changamoto mbalimbali. Kwa wale mnaosimamia zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura kwa mara ya kwanza, ni mategemeo yangu kuwa mtajifunza kwa haraka na mtapata uzoefu kupitia majadiliano ya pamoja na watendaji wengine wazoefu kwa upande wa wale wazoefu mtatumia fursa hii kujiongeza maarifa mapya na kubadilishana uzoefu na washiriki wengine. Mambo ya kuzingatia. Wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na, na taratibu mbalimbali Kika, za kikatiba kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa hasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura kuendeshwa huendesha ue, na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha urais ubunge udiwani ndio yanapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndio msingi na uchaguzi huru wa haki na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nachukua nafasi hii kuasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo, maelekezo yanayotolewa na na tume. Kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza yafuatayo: someni kwa umakini katiba, sheria, kanuni, miongozo, maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayotolewa na tume na, na, tume, na ulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine pengine atakuwa na changamoto za kufahamu. Ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi, tumewapa nyaraka mbalimbali ili nitumie kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hili. Jitahidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa, kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. Hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa mnavihakiki na kuvikagua kabla hamja kwenda navyo vituoni. Hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla kabla ya muda wa upigaji kura kufika yaani uwe saa moja kamili asubuhi kwenye kituo. Ninyi ndio watendaji mnao mnaokutana na wapiga kura, hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu, lugha nzuri na kutoa <coughs> kipaumbele kwa, kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakaofika kituoni kituoni kwenu kufanya mawasiliano na msimamizi wa uchaguzi au afisa uchaguzi <coughs> pale ambapo ushauri utahitajika kuhusiana na, na masuala ya uchaguzi katika kituo chako; kujaza fomu za uchaguzi kwa ufasaha na ukamilifu na kuhakikisha mnaweka fomu na vifaa vingine mbali mbalimbali vya uchaguzi katika bahasha husika kwa mujibu wa kitabu cha maelekezo kwa watendaji wa vituo vya kupigia kura vya mwaka 2025. Mwisho mwisho kabisa, <coughs> kupokea vifaa vya uchaguzi na kuhakikisha tunavitunza na, na kuvikabidhi kwa watendaji husika kwa ukamilifu wake baada ya uchaguzi. Itimishwe. Ndugu washiriki wa, wa mafunzo, kuna jambo nataka niwakumbushe kabla sijamaliza hotuba yangu. Kifungu cha ishirini cha sheria Tume ya Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba mbili ya mwaka 2024 kinasema hivi na nukuu, kwa madhumuni, <clears throat> kwa madhumuni ya sheria hii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 ninyi ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi. Jambo la pili, kwamba utendaji na uwajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu wa wenu kwa tume, mtawajibika kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na sio kwa mamlaka nyingine, isipokuwa kama jambo hilo litahitajika ita kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. Namba tatu ni kwamba taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa kwa tume kupitia kwa msimamizi wa uchaguzi na sio vinginevyo. Namba nne kwamba simamieni viapo vyenu vya kutunza siri na kujitoa au kutokuwa mwanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Hivyo, katika utekelezaji wenu wa majukumu, zingatieni matakwa na masharti ya kifungu hiki ili kuepuka kuonekana nawajibika kwenye mamlaka nyingine tofauti na tume katika kipindi hiki. Ndugu washiriki wa mafunzo, kwa kumalizia, niwasihi mzingatie mafunzo mtakayopewa, mtoe uzoefu wa usimamizi wenu wa siku za nyuma, ili tuwe ni somo kwetu sote katika utekelezaji wa jukumu lililopo mbele yetu. Baada ya maelezo haya, niwatakie mafunzo mema, kusimamia na kuratibu shughuli za uchaguzi mkuu wa 2025. Sasa napenda kutamka kwamba mafunzo haya ya siku mbili ya watendaji, ya watendaji wa uchaguzi yatafanyika kuanzia tarehe 26 mpaka kesho tarehe 27, na saba nimeafungua lazimu piu ya uchaguzi, nakwambia kura yako jitokeze. Asante kwa kunisikiliza.